ni apizo la mtu kwa mwenzake au Mungu kwa mwanadamu ili kwamba asipate lilokusudiwa lisimfikie baraka isije kwake maana yake apizo la mabaya yani apizo la kupata mabaya sasa kama una mabaya mengi maana yake unatembea kwa laana kama kuna tabu nyingi zinakufuata maana yake laana inakufuata laana maana nyingine ni ni, ni, ni, ni, ni kukosa kibali kabisa

Unalani fani ya ugumu ambao hauwezi ukatatulika kirahisi pasipo Mungu kuamua. Maana ukiwa na laana duniani ya kuenda kutatulia ni Mungu. Sasa Mungu akupiga laana ndio hakuna Huyu amejiunga kwenye mavyama vya Fimaso, huyu kaita laana tayari, yani ndani kuna laana. Wakaona kwenu kuna mchawi kabisa, tikeni ujue ndani kuna laana. Na baadhi ya watu wanatembea kwenye hiyo laana, kwa sababu hawajui jinsi gani kutoa uchawi. Wataishi wataishi wana watawala bila hela. Mimi naweza nikala nikafanya, lakini sio mpango wa Mungu, unatembea ndani ya laana. Hakuna mtu ambaye kwao kuna uchawi afu useme